sonakyo hatoliko iwasalaamalimakaasinaam usichokuwa nacho huwezi ukakitoa, huwezi ukakitoa. Usichokuwa nacho huwezi ukakitoa, huwezi ukakitoa. Um ainashi aina shida kwamba Mungu wametaka tumtangazie furaha. Tuangalie kitabu cha Nehemia.